anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha katika siku hii tukufu, siku hii adhim ya kwenda kutekeleza ibada ya kitukufu ambayo ni ibada ya hija. Kwa jina naitwa Abdulwahab Nasr Ali, katika shirika la Zadawa Haji Traveling Ages. Kama unavyotuona, tuko katika viwanja vya airport vya Abeid Amani Karume Zanzibar kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na mashallah tupo na mahujaji wetu wa Zadawa, kwa jinsi tulivyoandaa na jinsi tulivyoandaliwa na shirika hili kwa ajili ya kwenda kutekeleza, na matumaini ya asilimia mia kwa kila mmoja iko vizuri na iko tayari, na anaweza kutekeleza ibada ya hija yeye mwenyewe bila kufahamishwa na yeyote, kama vile ambavyo mafunzo na juhudi waliopata viongozi kuwafanyia wao vile vile. Niko, niko hapa mbele yenu kijana ambaye hata umri wa miaka 30 sijafikisha. Ni ibra tosha kwa vijana wote, wote kwa kuwa na itikadi ya kuwa ibada ya hija ni kwa wazee tu mpaka mtu astaafu mpaka mtu azeeke ndio ibada ya mwisho kabisa kufanya katika maisha yake ni ibada ya hija. Lakini iba, ni imani potofu kabisa. Jambo la ibada ya hija ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kama nguzo, ni miongoni mwa nguzo za Uislamu kama vile ambavyo tunaswali vile vile ibada hija kutekeleza kama vile kifikia mtu uwezo wa kwenda kutekeleza ibada hija, basi anaitwa anaitwa kwenda kutekeleza ibada hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yahujju fala alayhi ay yamuta hudiyan aw nasrani. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa lillahi alan nasi hujjil baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha hii hija kwa kila mmoja ambaye wenye uwezo wa kutekeleza ibada hii ya hija, lakini uwezo wengi wetu tumefahamu vibaya, kama alivyosema mwanzo, kwa mtu mpaka ana majumba mengi chungu nzima, au lazima mtu mpaka azeeke akatekeleza ibada ya hija, lakini sivyo hivyo bali, ibada ya hija kama hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote mwenye kumiliki kiwango chochote cha kufikisha kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi akahiji, na kama hajahiji fala alayhi yamutu yahudiyya na nasrania, akifa chaguo mawili Ima we, Yaudi, awe afya ya Yahudi au afya na swara. Maanake chochote ambacho kitakufikisha wewe chenye thamani yawe kufika kutekeleza ibada ya hija basi katekeleze o uwezo, uwezo wenyewe huo, kama na mashamba ya thamani milioni 50 60 70, hali ya kuwa ibada ya hija milioni uwezo unao kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na vile vile vijana wenzangu ambao uwezo mnao kutekeleza ibada ya hija, mnakwenda China, mnakwenda India, mnakwenda sehemu mbalimbali, lakini ibada ya hija huendi kwa sababu ni kijana. Imani hiyo tuondoshe, Tukateklea hija hitu hajui nini, Allah subhanahu wa subhanawataala atatuhitaji, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ta'ajjalu ila fa inna ahadakum la yadri ma yaridu, la harakisheni, fanyd fayeihima kufanya mapema kutekeleza bada ya hija. Kwa hakika mmoja wenu haju ni atakwenda kukutana na Allah subhanahu subhanahuwataala, haju lini kitamtokea kitu kitugani, l aahanaohela anauweza kumfikishahikesho ana kufikisha leha, kesho amekufa ukiwa na uwezo kutekeleza baada ya hija, muda huo huo nenda katika ibada ya hija, jiandikishe katika mashirika kwa ajili ya kutekeleza baada ya hija. Vile vile ni wito kwa jamii kwa ujumla, karibuni shirika la Zadawa kujiandikisha kwa ajili ya baada ya hija ya mwakani, kuanza sajili rasmi na vilevile vile kuna punguzo kubwa kwa wale ambao watakaowahi kujiandikisha mapema. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ndugu wa Islamu, tupo wanawake hapa pamoja na wanaume katika kikundi cha Zadawa. Tunatarajia kwenda kufanya hija yetu katika nchi ya Saudi Arabia kukamilisha nguzo ya tano ya Uislamu. Tunaomba mutuombee dua huko muliko popote pale. Basi na sisi tutaombea dua kuwatakia kila la kheri, ili na nyinyi muweze kuwasili katika nchi hiyo, kuweza kufanya ibada hii ambayo ni lazima kwa kila mwanadamu ambaye ni Muislamu na ana uwezo. Na wengi wana uwezo, lakini bado hawajapata nafasi ya kwenda hija.